Huyu rais ambaye tuko naye ako na mashida chungu zima. Kila mtu ukimwoji tu hapa nje kwa barabara, katika watu kumi, utapata pengine hata mmoja hapatikani wa kumunga mkono rais ambaye yuko kwa sasa. Kuna hao wengine wote ambao wanazimia kukua marais, tuseme kama eh, Fred Matiangi, tuseme wengine kama hata pengine hata Martha Karua alikuwa anasema anatarajia kuomba kiti cha urais kuna wengine wengi ambao wangetaka kuomba kiti cha urais, lakini ukweli ambao upo kwa wakati huu, wale viongozi ambao wamechipuka e, kama kama watetezi na wamesimama na wananchi e, tangu ule wakati wa ile revolution movement ya Gen Z, utapata Kalonzo aja ajakuwa akisitasita kusema ukweli wa mambo. Kama juzi alisema haya mambo ya huyu CDF e, Ogola jambo ambalo viongozi wengi sana wangeogopa kulizungumzia. E, amesimama na hawa vijana e, ambao ni warika ndogo wa Gen Z. Amesimama na sisi wakati tulikuwa na pinga ile budget ambayo ilikuwa draconian. Amesimama na sisi kuongea mambo ya sha vile ni mbaya. E, amesimama na sisi kwa mambo mengine mengi. Kwa hivyo wacha hayo ambao ni ya juzi, huyu Kalonzo amekuwa eh, vice president for five years. Huyu Kalonzo amekuwa minister of foreign affairs. Kalonzo amekuwa minister of education. Kalonzo amekuwa deputy speaker. Kalonzo amekuwa member of parliament for Mwingi. Kalonzo amekuwa katika serikali, anaelewa na how government works, the challenges that we have in the Republic of Kenya. Top on the list is corruption jambo ambalo linatumaliza saa hii katika kaunti zetu ndio lishamaliza national uh, government. Kama vile saa hii vile tunavyoongea, unajua rais ako China, akiwa kule umeona amesema tumepatiwa bilioni sijui zaidi ya uh, 100 million na hizo, hiyo pesa itaenda hapa na pale Utapata ile pesa kwa hakika, itafika, itafika katika yale mambo ambayo yameorodheshwa pale, ni kama maybe 10 billion. Ile ingine ni kufuja tu itafuja, utakuja upate, tunafanya public participation, sijui tunafanya hii sensitization na meeting katika boardroom hii, tunahama tunaenda approval, yule haja approve.